Wakimbizi wa mapigano huko sehemu ya Ang'ata Barikoi huko Transmara waliokita kambi katika shule ya msingi ya Siteti wamepokea msaada wa chakula ikiwemo mahindi, maharagwe, malazi na nguo kutoka kwa wahisani. Wakiongea walipotoa msaada huo, kundi lijiitalo Kokwet Welfare Association limehimiza serikali kuongeza juhudi za msaada <tune>

Uh, that are involved to make sure that they are settled uh, in the quickest time possible. Shule kama hii ya Siteti primary hakuna, sasa hatujui watu wataishi wapi, watoto wasome wapi na ni wakaazi wa hapa, wanafunzi wao ndio wako kwa hii shule. Sisi tuliambiwa eh, muruti, eh, muruti makwenu, lakini tunaona maaskari hawatoshi, maana mi naona askari wanatembea kwa alame, pengine wanaenda kutafuta wale suspect wa mabunduki, wanatembelea kwa makwao, lakini wale ambao wanachunga eh, wenyeji kwa nyumbani hawako.